Wapo watu duniani wanaumia kimya kimya, wametendewa mabaya, wameumizwa, wamedhulumiwa, lakini hawalipizi. Wanaamka kila siku wakiwa na machozi yasiyoonekana, wanaomba lakini hawajui kama sauti yao inasikika. Ndugu yangu, kama umewahi kudhulumiwa, leo nakwambia Allah Subhanahu wa taala atakusikia. Nimekusogezea karibu dua ya kuomba juu ya yule aliyekudhulumu, aliyechukua haki yako bila ridhaa yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ogopeni dua ya mwenye kudhulumiwa, kwani haina kizuizi kati yake na ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Dua ya mwenye kudhulumiwa inapanda juu mbinguni haisubiri malaika eh, haipiti milango mingi, inafika moja kwa moja kwa Allah subhanahu wataala. Ndugu yangu, kudhulumiwa si lazima uwe umepigwa au umeibiwa. Dhuluma ni pale unaponyimwa haki yako, unaposemwa vibaya au kutendewa kwa uovu bila kosa. Dhuluma inachoma moyo, inabeba uchungu unaoonekana kwenye machozi, lakini Allah ana, anaona moyoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba, wala usidhani Mwenyezi Mungu ameghafirika na wanayotenda madhalimu. Yaani, usifikiri Mwenyezi Mungu amesahau. Hata kama dunia nzima imekaa kimya, Allah anaandika kila tone la machozi, machozi yako. Hivyo ndugu yangu hii hapa ni dua ya mwenye kudhulumiwa. Kuna dua moja tu duniani ambayo Allah ameahidi kujibu bila sharti. Si dua ya, ya tajiri, si dua ya kiongozi, si dua ya msomi, bali ni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Mwenyezi Mungu atainua dua ya mwenye kudhulumiwa juu ya mawingu na atasema kwa zati yangu, nitakunusuru hata kama itachukua muda. Ndugu yangu, hata kama aliyekudhulumu ana nguvu, ana pesa au cheo, Allah ni mlinzi wa haki zako. Wakati unalia usiku, dunia haitasikia, lakini Mola wako anasikia sauti ya moyo wako. Kuna nyakati ambazo dua ya mwenye kudhulumiwa inakubaliwa haraka. Sasa naomba unisikilize vizuri, ni nyakati gani hizo, ni kuelezee na pia ni kuonyesha dua yenyewe ambayo inatakiwa kuisoma. Moja ya wakati ambao dua huwa inakubaliwa wakati, ni wakati wa tahajudi, usiku wa manane, dunia ikiwa kimya kabisa. Pia baada ya swala ya isha au alfajiri, moyo ukiwa umenyamaza, roho ikiwa karibu na mwana wako, wakati unahisi maumivu ya dhuluma, machozi yakitaka kutoka, moyo ukiwa umechoka, hapo sema maneno haya taratibu, ukiwa peke yako. Si lazima uwe msikitini, si lazima uwe na mtu, moyo wako ndiyo unatosha kuwa madhabahu yako mwenyewe. Ndugu yangu, dua yenyewe ni hii hapa Unayoiona dua hii. Hakika ukiomba kwa dhati, kwa maumivu, kuwa wewe umedhulumiwa, kwa haki umedhulumiwa, ha, umenyimwa haki yako, basi soma dua hii na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakujibu dua yako katika nyakati hizo ambazo nimekuelekeza hapo juu, ambazo nimekuambia hapo juu, utasema uh, hivi Allahumma inni mazluman fantasir fantasir lii mimman dhalamani. Allahumma inni mazluman fantasir lii mimman dhalamani, maana yake ni kwamba, ewe Mola wangu mimi nimetendewa dhuluma, basi nisaidie dhidi ya yule aliyenidhulumu. Eh, hii ni dua ya watu wanaoumizwa lakini hawajibu kwa hasira. Ni dua ya waliolea wa, lakini wakasema Mola wangu wewe tu unajua. Unaposoma dua hii usiombe kwa machozi tu, omba kwa moyo. Moyo unaoumizwa ni kama mlango unaofunguka moja kwa moja kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasalam amesema Mwenyezi Mungu yuko karibu zaidi na dua ya mwenye kudhulumiwa. Hivyo usione kama, kama umepoteza, wewe ndiye umeshinda, kwa sababu umebaki na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati mwingine Allah hatakuonyesha adhabu ya dhuluma mara moja, lakini utamwona akipoteza amani, baraka na furaha, kwa sababu Allah hachelewi. Yeye hujibu kwa wakati wake. Mtu anaweza kudhulumu leo na kucheka, lakini siku moja atalia, si kwa sababu ya laana, bali kwa sababu haki huwa haifi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba dhuluma ni giza siku ya Kiyama, yani mtu aliyedhulumiwa ataona giza lake mwenyewe na mwenye subra ataona nuru yake mbele ya Allah. Kwa hiyo kama umedhulumiwa, usiogope, usikate tamaa. Mola wako anaona, anaandika, na atakulipa kwa namna utakayoishangaa. Dhuluma ni maumivu, lakini pia ni darasa, ina inaonyesha nani ana imani ya kweli na nani hana. Wakati dunia inakugeuka, Allah anabaki nawe Wakati watu wanakucheka, Allah anakutazama kwa rehema. Kwa hiyo endelea kwa swala, endelea kuswali, endelea kusamehe, lakini usiache kuomba dua hii. Sema, Allahumma inni madhluman fantasir li mimman dhalamani. Kila ukisoma dua hii unamkabidhi Allah haki yako, na Allah atasema, kwa zati yangu nitakunusuru, hata kama itachukua muda. Ndugu yangu ndugu yangu katika imani, ikiwa video hii umeipenda, ikiwa video hii imekufundisha kitu, basi hakikisha una laiki una komenti na una share kwa watu wengine, na ikiwa bado ja subscribe, basi hakikisha unagusa alama nyekundu hapo chini upande wa kulia iliyoandikwa subscribe, kisha uguse alama ya kengele itakayotoka itakayotoka hapo. Ukifanya okay hivyo, utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tunapokuwa tumeupload tumepost kwenye chaneli hii ya Nurdin Media. Asante kwa wewe uliyetazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Dua hii nimeirudia mara nyingi eh, ili kwako kwa iwe ni rahisi kuikariri na kuisoma inshaallah. Wa ila huna, salamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu.